Wakazi wa wadi ya Portritz ni wa bunge la Changamwe kaunti ya Mombasa ambao wamekuwa wakiangaishwa na mbu na mende wamepata huduma ya kupuliziwa dawa kutoka kwa Denis Mwalimu Nyenyo ambaye ni mtangazania wa kiti cha wadi hiyo mwaka ishirini ishirini na saba. Wakiongea baada ya zoezi hilo katika kijiji cha Kwanjenga, wamesema kwamba wamekuwa wakipitia madhila mengi kutokana na wadudu hao wakiongozwa na mzee Abed Njenga wamesema kuwa hakuna kiongozi aliyewakumbuka kutokana na madhila hayo yaliyokuwa yakiwasumbua kwa kipindi kirefu. Zoezi hili hatujawahi kuona zoezi kama hili. Atusaidia Mungu, pia walikuwa wengi makomba mwiko, sasa hivi naona hakuna kiongozi mwingine ashawahi kuja kutufanyia zoezi kama hili. Ah, huyu ni mwaniaji wodi wa upande wa Portritz huku Bwana Deno peke yake. Kwa upande wake, mkazi wa kijiji cha Lilongwe Ali Baba amesema kuwa ujio wa zoezi hilo kupitia kwa Denis Mwalimu Nyenyo kumesaidia wakazi wa vijiji takribani kumi. Ah, kwanza nafurahia kwa kiongozi ambaye amejitolea kwamba kutusaidia kutupigia dawa katika majumba na tumeona katika muda wa miaka yote iliyopita kupata viongozi kama hawa ni ngumu na pia tumeshukuru sana kwa sababu tumeona ujio wake katika vijiji ambavyo wametembea, hasa katika kijiji ambacho mimi niko ni kwamba kweli maradhi yameanza kupungua, malaria zimeanza kuisha, na pia tumeona kwamba kuna natija katika ile shughuli anayofanya. Sasa sisi kama wakazi wa Portritz tungeomba kitu kimoja, tunaomba county government iweze kuingilia kati katika mambo mengi hususan masuala haya ya, ya fumigation. Inafikia mahali unakuwa tunajaribu kutaka kutafuta access ya fumigation, lakini kunakuwa kuna kuna mvutano sisi hatukufanya jambo hili kisa na maana kwamba tunataka manufaa yote, ni kwamba tunataka kuangalia jamii ambayo ni jamii bora, na hii yote inatokana na ushirikiano kati ya mwananchi na viongozi walioko. Kwa hivyo sisi tunaomba Mungu kwamba tunashukuru na tunaamini kwamba ano azma aliyoko nayo mwaka 2027 itatimia kwa malengo ya wananchi, na pia katika upande mwingine ni kwamba tumeona masuala ya, ya mitaro, so tuna request kama ikiwezekana county government ishirikiane na huyu bwana huyu kiongozi ili ikiwezekana wamshike mkono waweze kuona kwamba masuala ya infrastructure, na hii mitaro itakuwa inapeleka maji wapi, sababu kinyesha, hapa sehemu tulipo, mvua ikinyesha hapa pitiki sasa, pasipo pitika, stagnant water kisimama, maradhi yanakuwa kila wakati, watu wanaenda hospitali Portritz zinajaa. Lakini tutoka tumeanza kufanya hii fumigation, tumekuta kwamba hospitali pia kidogo kuna unafuu kwa wakazi wa area ya Portritz Program, ambayo wamefanya kutakuwa sasa hakuna mbo kwa awe, awe, awe, awe, awe, awe, awe, awe. Upande wake Dennis Nyenyo ambaye amehoji kwamba nia yake kubwa ni kuona kuwa anapigana na wadudu hao ili jamii ya Portritz iweze kuishi maisha bora. Hata hivyo amewataka wadau mbalimbali kujitokeza kuona kwamba zoezi hilo linakuwa endelevu na wananchi waweze kutoa na kuonyesha ushirikiano. Kweli hili zoezi tumelianza uh, kwa kuwa we have been tired of the environment being inhabitable. Watu wetu wanateseka, mchana unateseka na kazi, jua ni kali Mombasa, tunapojua hali hazipendezi za kiuchumi So haiwezekani kwamba kile kifika jioni mtu akitaka kupumzika hawezi kupumzika kwa amani. Tukachukua jukumu tuanze zoezi hili. Hili zoezi tunapigana na moja mbu, pili kunguni na kumba mwiko, ili tuhakikishe mazingira yanapendeza na watu wetu wamekaa kwa mazingira yanayofaa, tukijua kwamba magonjwa ni mengi. Vita yetu tunapigana na root causes ya hizi shida, malaria inasababishwa na mbu, so vita vyetu tunapeleka kwa mbu. So, almost 10 villages. Na kila sehemu tumeenda wananchi wetu wameridhika, ili zoezi wamelifurahia na watazidi kushirikiana na sisi. Na sisi nasi tutazidi kutembea maeneo mengi tofauti. Tunaomba tu wale wanaoweza kutushikilia mkono waje kwa kwakuwa zoezi hili si la kunufaisha mtu mmoja, ni la jamii nzima. Tunawasihi wahisani wajitokeze, watushike mkono, na wananchi waturuhusu tuje tufanye kazi. Nikiripotia Bandari TV, mimi ni Hassan Pojo.